Mpenzi mtazamaji, karibu tena kwa kipindi ama channel ya The One Man Army TV. Karibu sana sana sana, asante sana kwa kuitegea channel hii ya The One Man Army TV. Mpenzi subscriber, serikali ama jeshi ya Israeli imekiri kwa mara ya kwanza. Serikali au jeshi ya Israeli imekiri kwa mara ya kwanza, Iran imetumia zana ya kivita ama kombora aina ya cluster. Cluster bomb. Kwa mara ya kwanza Iran imetumia cluster bomb kule Israel, au Iran imerusha kombora aina ya cluster bomb au kombora kule Israel. Kombora hiyo kawaida yake ni kombora moja kubwa nene nzito ambayo inaenda kwa spidi, ni kama hypersonic. Unaweza kuitumia kwa ndege, ndege inaweza kuiangusha, ama inaweza kuwa na roketi, ama inaweza kuwa ni inaitwaje? <coughs> inaweza inaweza inaweza kuwa kwa supersonic, inaweza kutumiwa na hypersonic ah, supersonic, na ni kubwa kabisa, ukirusha na inaenda speed, na ukitaka kuidungua haiwezekani, hata ukijaribu namna gani, kwa sababu ukiidungua ni vijibomubomu vimesanyana mahala pamoja, na inarushwa na inatembezwa na, na mashini moja ikipiga inamwagika, ina kama, kama mvua eh? ikirushwa hiyo cluster bomb na inarushwa juu, ukiidungua unaidungua hiyo ni kuactivate na inamwagika kama unga, kama mvua kama kokoto kutoka juu, ni hatari sana. Na ikitawanyika, inatawanyika zaidi ya kilomita nane na inakuwa hatari sana sehemu. Zaidi ya kilomita nane inateketea na inaathirika pakubwa, kwa sababu hizo bomu ndogo ndogo hizo zinalipuka ajabu. Sasa kwa ufupi, ni hatari sana kuidungua, kwa sababu kuidungua, basi ndio unaimwaga ndio unailipua ukilipua ndio unaitawanyisha unaikomoa, inaporomoka na inatawanyika kama mvua na yatawanyika kilomita inasambaa kilomita zaidi ya nane. Cluster bomb kwa mara ya kwanza Iran imeitumia hiyo silaha penzi subscriber, mambo yanaendelea kupamba moto. Waisraeli wameogopa, imewashtua Waisrael kwa mara ya kwanza, kwa sababu Iron Dome ama makombora yoyote haiwezi kapiga kombora ya cluster bomu. Ukiipiga zinalipuka, unawezaje kulipua bomu ambapo kwamba ina mabomu na njia hiyo ya uiache iende kalipukulie kule, na ukipiga ama ukaidungua, basi unaidungia watu wana, inaangukia watu huku, na inaporomoka na inasambaa zaidi ya kilomita nane. Ni hatari sana, ni hatari hatari sana sana, mpenzi sana, sana, sana. Subscriber wasemaji mimi ni The One Man Army TV ka hapa hapa, subscribe na bwaga comment yako, tukutane katika video nyingine.